Wewe uliniambia unajua kihindi, si ndio? Eh, mimi India. Eh. Hey. Hindi ile nifunge kitambara hapa kwenye macho, nipakize katika ndege hizi. Ndege zetu hizi. Mm. Kanishusheni pale uh -oh. Pale bombe, nakwambia hapa ndipo alipopita mitabacha <laughs> ni wakati anaimba ile nyimbo yake ya Musa Kanuni. Hapa ndipo Zarumenda walipomnyonga mtoto wake katika picha ya roho za Zarumenda. <laughs> Na ile shoti dance mtoto alikuwa kakanyaga huko na huko na macho mzungu yuko pembeni. Na kuonyesha sehemu zote. Mimi ile mapicha ya GT sio mapicha ya ya, ya, ya kinaamrishi puli yote najua India nzima ipo kichwani imelala.

Kwanza akasema azakasema, alivyokuona tu mavazi, anasema anauliza, huyu mhindi wapi? Mwambie agakani eh, hindu mandali mwambie mtoto wa bi hindu bindu msanii eh, asimtelekeza na mwenyewe rab ko na jayenge, usab ko na jayenge. Haya, ndio uniongee hapo. Swala la ela, ela ipo, ela ipo hapo. Ruga tu pilipili umebeba. Ah, hey. Mwenzangu acha nazo askari.

Ni shabiki mwenzako, timu moja. Mimi na timu moja, tuko timu moja. 29 ile, tuko timu moja. Alafu tuachane na mambo ya timu. Labda anajiweka huko. Msingi wa timu yao wanaoipenda bwana. Ni hivi, na shughuli ya mjomba wangu inaitwa Pambe. Tunahitaji msaada wa milioni mbili. Tukupishi. Kaha hai lagta hai. Main janta hu main bola Hindustani toro, toro. Eh, kuch nahi upata. Vipi? Niko sawa au na haribu? Mm -hmm. Eh, hapo kakutukana mmulishi. Sasa kwa nini nitukane? Kosa langu nini? Mpaka nitukane kuja kuomba hela ndo nitukane. Oya, sikia. Huyu Kiswahili ajue hata tuk... kidogo. Wewe Kiswahili ujue hata kidogo. Sikia. Wewe ng'ombe, hunijui. Eh? Hey, hey, hey. Ndugu yangu, hapo kuna ng'ombe hapo. Huyu ng'ombe mtukubwa sana. Eh, hey, Yaretum. Eh. Hey, hey, eh, hey. Eh.

Ah, hey. Fabriki mashallah wako magumini pale Kagera pale Warabu, Warabu, wuza, hmm. Hmm. Oya, Askari. Askari wewe, ni kama suti nguo za maarusi awanaga noma, jamaa marafiki zangu kinoma